Kwa Simba, uongo alioka Simba uongo kweli mpaka oui. Nituambie Yanga zima atuna akili wako wawili kompyuta baba yake pamoja na nani na, na Kikwete alifungiwa atakufungiwa alivaamia Yanga tu kafungiwa ndani ya miaka mitano na watu, wasemaji wetu watano. Sasa yeye inamana a hata oga anafanya vitu bila uoga maana binadamu, Eh, Mungu ametumba situ hata na aibu kidogo, unaona. Lakini wewe binadamu unamchukia mwenzio mpaka umtaki, mara pa mwisho, na sisi karia hatuitaki

tanguni wa Yanga nilikuwa e, nataka tutoe tamko la Mbeya kana kwamba sisi hatukubali viongozi wetu. Tunawaomba bora tushushe daraja, tuko nyinyi na sisi pamoja, sawa bwana. Hatuwezi kukubali Tuzuna, mtu mmoja raha mpira ni starehe eh? Kia kinachofanyika Yanga yeye yupo tu, kinachofanyika Yanga yeye yupo tu. Hiyo sio sio fair mpira, kiongozi tu katoka safari kafika anaanza kuwakashifu viongozi. Baada ya kwenda akakae na bodi ya ligi aisikilize, aende Yanga, aisikilize, aende Simba, asikilize, afu ndo atoe judgment kama kiongozi. Simba kaandika barua saa nane za usiku, kuna ofisi kwa saa nane za usiku, usiku. Amna, amna. Asubuhi tunaamka tu tayari kwenye maredio hiyo barua inasomwa, eh, tayari inasomwa wakati fusua, zime ofisi zimefungwa. Sasa sisi ni binadamu tunajisikia vibaya eh, zinafunguliwa saa mbili, lakini saa 12 barua ziko barabarani <coughs> eh, zinaelezwa zina, lakini sisi tunavumilia tu. Sasa tunafika stage tunasema basi, kama Yanga uitaki nchi basi, lakini Yanga ndio ile leta uhuru nchi, amina mwenzetu tulimtoka kwenye ubavu wetu baada ya kwenda kwa, kwa, kwa watu wengine, lakini sasa tuache yote na yote. Ndugu zanguni, msimamo wa Mbeya ndio huo, ni kwamba tuko pamoja na viongozi wetu kwenye raha na shida. Viongozi tuna wachagua wenyewe wabaya na wazuri. Kwanza yeye anasema kuna rushwa nini, basi ni bora atoe atoe taarifa atuonyeshe, tujue nini cha kufanya, lakini kufanya vitu kama hivi wala sio vizuri. Mchukie mtu inapohitajika lakini usimchukie mtu hadharani, ambaye hata mtoto mdogo anajua bwana ananichukia. Hicho kitu kinakuwa sio katika uongozi. Kwa hiyo kifupi, kalia haifai kuwa kiongozi. Mimi niko hapa, aje alifungie, alifungia huo mpira, nisiangalie na Azam atoe, atawaambia yeah, naaamua baada ya kusema hayo mimi nashukuru sana ndugu zanguni, msimamo wetu Mbeya ndio huo. Sawa, bwana. Sawa. Asanteni sana